Tukiwa sasa hivi kuwa na vitanda 157 lakini sasa hivi katika miaka mitatu tuna vitanda sasa hivi vimefika, uh, 257 mia katika miaka mitatu tulikuwa na hapa tu Upanga, lakini sasa hivi JKCI ina matawi ina tawi Oysterbay ina tawi Kawe ina tawi Dagu. Rais wetu mpendwa Dkt. Samia Suluhu Hassan alipokuwa na katika kampeni Sema kwamba JKCI itakuwa na tawi Chato na tayari tumepewa kiwanja kule Chato na tunakwenda eh, kusogeza huduma. Kwa hiyo sisi na, eh, na NMB tunawafikia wananchi huduma, tumeenda zaidi ya mikoa ishirini na tatu, tumeona watu zaidi ya elfu ishirini na nne na tunawafuata eh, eh, hule walipo. Kwa hiyo tunasema katika kila watoto mia wanaozaliwa hai mtoto mmoja huwa anazaliwa na tatizo la moyo na kwa upande wa Tanzania kwa mwaka wanazaliwa takribani watoto milioni mbili Kwa hiyo kwa hesabu kwa za haraka haraka kuna zaidi ya watoto elfu kumi ambao wanazaliwa na matatizo ya moyo kila mwaka. Na ukiacha haya matatizo ya moyo ya kuzaliwa ambao ndio yanawaathiri watoto kwenye upande wa moyo, matatizo mengine ambayo wanayapata watoto baadaye na watoto ambao wameweza kufika katika Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete na wamewekwa kwenye waiting list yetu, wako zaidi ya watoto mia tano ambao wanasubiri operation za moyo, na watoto mia mbili wameshafanyiwa michakato wa yote ile ya kuangaliwa kwamba wataweza kufanyia operation aina gani ya operation wataweza kufanyiwa na wanasubiri financial support. Wakati ule ile siku ya harambee na hata kabla ya harambee tayari tulikuwa tumeshaingia makubaliano na taasisi yetu ya ya Jakaya Kikwete hapa kwamba benki ya NMB inaenda kama mshirika mkuu wa harambee ile, na ndio maana siku ile ya harambee benki ya NMB sisi tuliahidi kwamba tutachangia shilingi bilioni moja, na hakika ndani ya huu mwaka mmoja tayari tumeshatoa shilingi milioni matano na niseme tu kwamba leo nimefarijika sana. Tulipotembelea watoto hawa wengine wodini, wengine wako ICU, wengine tayari wameshafanyiwa upasuaji, lakini kuna wengine ambao wanaendelea kusubiri kufanyiwa upasuaji. Lakini uh, Dr. Kisengi amenihakikishia na kusema, na hata ripoti ya Dr. Naizi imeonyesha wazi hapa kabisa kwamba kwa fedha hii ambayo benki ya NMB tayari imeshatoa ya milioni 500, watoto 125, tayari wameshafaidika. Wengine tayari wameshafanyiwa upasuaji, wanaendelea vizuri, wamesharudi nyumbani, na wengine bado wanasubiri kufanyiwa operation. Hakika hii ni kazi kubwa. Tunamshukuru Mungu, tunaipongeza JKCI, tunakupongeza Dr. Kisenge pamoja na madaktari wote waliohusika. Mungu awabariki sana kumsaidia mwanangu kwa kutibiwa operation. Na sinaomba, nashukuru sana, waendelee kuwasaidia na wengine ili waendelee kutibiwa. Nashukuru na taasisi ya JKCI na sapota yetu NMB benki. Mwanangu ameshafanyiwa operation na namshukuru Mungu, anaendelea vizuri. Gharama za matibabu zilikuwa ni kubwa kiasi ambacho nilishindwa kuzimudu, lakini nashukuru NMB pamoja na JKCI wameweza kumsapoti mwanangu na ameshafanyiwa matibabu, anaendelea vizuri kabisa, na sasa tuko mbioni kuruhusiwa kurudi Moshi Kilimanjaro <tikimu>